Samueli mtumishi wa Mungu, hatutakula hatutakunywa, hatutaendelea na chochote mpaka nimwone huyu mtoto. Mtoto alipokuja akasema, huyu ndio atakuwa mfalme. Lakini angalia sasa, huyu huyu pia ilipofika kwa Yonathan, Daudi anaanza urafiki. Yonathan, Biblia anasema akampenda Daudi kama nafsi yake. Kwa hiyo inaonyesha kwamba uhusiano wa muda mrefu unavuka mipaka ya hadhi katika jamii, au kama nilivyosema, elimu, cheo hivyo ni sio vitu vya kuvizingatia sana katika. Kwa hiyo ni kutahadharishe tu mtu wa Mungu, we unayetusikiliza leo kwamba mara nyingine watu hebu tuondoe, nishazungumza huko nyuma, nirudie tena, katika miunganisho ya kimungu lazima uwe makini, usiwe na kiburi, usiwe na majivuno. Wazungu wanasema pride and na na na arogansi, yani arogansi ni kama utukutu au majivuno. Kwa hiyo hayo yote sio vitu vya kuangalia katika mahusiano. Sasa ukiwa mnyenyekevu, ukiwa mtu wa kujishusha, au utaishi na watu, hata wanadamu tu duniani tunajua